Watazamaji katika channel ipendwa hii ya Safari ya Afya. Leo Dr. Lucas nimewaletea kitu kipya kabisa, lakini kabla hatujaenda kwenda kukiangalia hiki kitu kipya naomba kuweza kukumbusha tu, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe, na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Hii tuende moja kwa moja tukakiangalia hiki kitu kipya ni kipi hasa. Je, P2 ni nini na ina faida gani? Pia hata matumizi yake yako vipi? P2 ni jina la dawa ya dharura ya uzazi wa mpango inayotumiwa baada ya kufanya tendo la ndoa bila kinga ili kuzuia mimba. Kwa kawaida pitu pituu ni jina la biashara la dawa linalojulikana kama Postinor 2 ambayo ina kemikali inayoitwa levonagesto aina ya homoni ya progestin. Sasa ni yapi matumizi ya pituu, ama kwa kifupi, pituu inatumiwaje? Kwa kawaida, pituu dozi kamili ni vidonge viwili. Kidonge cha kwanza kimeelezwa kiweze kumezwa ndani ya saa 72 ama masaa matatu mara 24 baada ya tendo la ngono bila kinga. Kidonge cha pili hunywewa saa kumi na mbili baada ya cha kwanza, au vidonge vyote viwili vinaweza kumezwa pamoja kulingana na ushauri wa daktari. Lakini kidokezo cha maana ni kwamba kadri unavyokunywa mapema ha, baada ya tendo ndivyo inavyofanya kazi vizuri zaidi. Lakini swali ni je, ni ipi kazi kuu ya P2? Pitu, kazi kuu ni kuzuia yai lililorutubishwa kujishikiza kwenye mji wa mimba. Hivyo pia inachangia sana katika kuchelewesha ovulation ama kutolewa kwa yai, pia kubadilisha ute wa mlango wa kizazi ili kuzuia mbegu kuingia. Sasa mambo muhimu ambayo unapaswa kuyatambua kuhusu Pitu. Pitu ni dawa ya kutoa mimba, haifanyi kazi kama yai limeshajishikiza kwenye mji wa mimba ama uterus si njia ya uzazi wa mpango ya kudumu. Haitakiwi kutumiwa mara kwa mara, inafaa kwa dharura tu. Kutumiwa mara nyingi huweza kusababisha madhara kama mzunguko wa hedhi kubadilika, maumivu ya kichwa, kichefuchefu na uchovu. Sasa, ni watu wa namna gani ambao hawapaswi kutumia pitu? Namba moja, wale wanaotumia mara kwa mara kama njia kuu ya kuzuia mimba. Namba mbili, watu wenye matatizo ya ini au wanaotumia dawa nyingine zinazoathiri homoni. Ushauri wa daktari unahitajika asilimia kubwa. Kabla hatujaendelea katika sehemu inayofuata, naomba kuweza kukumbusha tu kama tu wewe ni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mara kwa mara, pindi pale ambapo tunakuwa tunazia upload.